Naendelea katika sehemu ya pili ya simulizi ya Gwajima. Gwajima alipowasili katika kijiji cha Miundu, watu walimshangilia kwa furaha kubwa sana kama shujaa aliyeshinda vita. Alikuwa ameenda msituni kwa ajili ya mamake mzazi, lakini sasa alikuwa amerudi na zawadi ya maisha. Alimbeba mamake mzazi mikononi, akampaka maji ya mmea wa ajabu, akamwekea mzizi katika ulimi wake. Ndani ya masaa mawili tu, mama yake alianza kutembea. Mama yake akatabasamu akaimba wimbo wa wazee wa Kinyakyusa, akasema: Mungu akituma uponyaji, milima hufunguka, kama ni mito hukauka, lakini uhai utashinda kifo. Siku hiyo ilitangazwa kuwa ni sikukuu ya kijiji. Kila mtu alifurahi, changwe ilitawala. Lakini usiku wake ukaja na kivuli kisichotarajiwa. Ilianza na mtoto mdogo wa jirani kuanguka ghafla, joto lake lilipanda hadi nyuzi 45 Macho yake yakawa mekundu kama makaa ya moto. Baada ya dakika kumi alifariki. Watu walifikiri ni laana. Saa moja baadaye wakulima wawili waliokuwa wameenda shambani walianza kutokwa na damu katika masikio. Wakakimbizwa nyumbani, lakini kabla ya alfajiri, walikuwa wameaga dunia. Kwa muda mfupi, kijiji kizima kikaingia taharuki. Ugonjwa huo haukuwa kansa, haukuwa malaria, haukuwa ukoma, ulikuwa ni kitu kipya kitu cha ajabu na kitu cha kutisha. Gwajima akaingia kazini, alianza kuwahudumia wagonjwa akitumia mmea wake wa ajabu, mmea aliyoupata msitoni Wagonjwa wengi walipopakwa dawa hiyo walirudi katika hali ya kawaida, lakini kuna wengine ambao walikufa muda mfupi baada ya kuanza matibabu. Ndipo alipoanza kugundua jambo la kutisha: wale waliokuwa wanakufa haraka walikuwa na alama ya ajabu nyuma ya shingo zao. Ilikuwa ni kama mchoro wa moto wa duara. Ilikuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida. Hata Gwajima mwenyewe alijiuliza maswali mengi, akakosa majibu. Hii haikuwa tu ugonjwa katika mwili wa binadamu, hii ilikuwa ni laana. Gwajima akakumbuka maneno ya yule mzee aliyempa nguvu, alimwambia utaweza kuona sumu kabla haijamgusa mtu, lakini kumbuka, laana haitibiki kwa dawa, inahitaji utakaso Akakumbuka kuwa chanzo cha ugonjwa huu mpya kilikuwa ni zaidi ya virusi. Kuna mtu au kuna kitu kilikuwa kinatuma laana hiyo moja kwa moja kwa wanakijiji, na kila aliyepokea msaada wa Gwajima kwa choyo ama kwa shaka alikuwa mwepesi kuathiriwa zaidi. Gwajima akaanza uchunguzi wake, aliingia usiku mmoja kwenye jumba ambalo limetelekezwa, mahali ambapo watu walidai kulikuwa na vikao vya siri vya wachawi. Ndani ya nyumba hiyo alipata kitu kilichomshtua: kulikuwa na kitabu cha zamani cha laana kilichoandikwa kwa damu ya binadamu. Kwenye kurasa za kwanza aliona jina lake limeandikwa mara tano, kwa maandishi mekundu yaliyodondoka kama yanachemka: Gwajima, Gwajima, Gwajima, mtabibu aliyepita mipaka, laana inakumilikia. Akajua sasa kwamba kuna nguvu zinazomlenga yeye moja kwa moja. Gwajima hakuwa tena mpiganaji wa kansa, alikuwa amegeuka kuwa askari wa vita vya giza, vita vya kiroho. Katika mlango wa jumba hilo kulisikika kelele ya ajabu, mlango ukafunguka ghafla bila kuguswa. Nje kulikuwa na mwanamke mrefu aliyevaa nguo za giza na mapambo ya nyoka shingoni. Alimwambia kwa sauti ya sauti mbili zinazopingana, Toka kwenye njia hii, kijana wa miundu. Tiba yako haitazuia ya giza. Usiporudi msituni na kutoa msaada wetu, kila mtu uliyemponya atageuka kuwa mzimu. Gwajima a kuogopa, lakini moyo wake ulipiga haraka sana. Mapigo ya moyo yalidunda sio kawaida. Alihisi baridi katika moyo wake, baridi iliyopenya mpaka katika mifupa. Aliamua kwenda kumtafuta mzee aliyempa nguvu, lakini wakati anatoka katika jumba hilo alikanyaga kivuli chake mwenyewe, kivuli kilichogeuka kuwa kiumbe halisi na kumkamata mguu. Gwajima alipotazama chini na kuona kivuli chake kimegeuka kuwa kiumbe hai, moyo wake ulianza kudunda kama ngoma ya vita. Kiumbe hicho kilikuwa na midomo minne, macho ya njano na miguu ambayo kama miguu ya kaa. Kilimkamata mguu wake kwa nguvu sana, kikamvuta kwa kasi kuelekea ndani ya ardhi. Gwajima akapiga kelele ya sala, lakini ardhi ikamfyonza mpaka kiuno. Wakati huo huo, alikumbuka fimbo ya mpingo aliyokuwa amepewa na mzee msituni. Alikuwa hajaifikiria tena tangu aliporudi kijijini. Kwa juhudi ya mwisho, akainua fimbo hiyo juu ya kichwa chake, akaipigiza ardhini, huku akisema e, Mungu uliye hai, nisamehe kwa kiburi, niongoze tena kwenye mwanga. Ghafla mwanga mkali ukamulika kutoka kwenye fimbo hiyo, ukapasua giza, na kiumbe kile kikaanguka chini kama moshi unaopigwa na upepo. Ardhi ikamtema Gwajima na Gwajima akaanguka nje ya jumba lile, jumba la laana, akiwa amechoka chakali, lakini mwenye roho iliyojaa nguvu mpya. Usiku huo alitoroka kijijini bila kumwaga mtu yoyote, yule alivaa kanzu yake ya kijani, kanzu ya Kinyakyusa bana akachukua mmea wake wa miujiza fimbo yake ya mpingo na kuelekea tena msituni. Katika msitu wa Kamulinde alijua hakukuwa na amani mpaka apate majibu kutoka kwa mzee yule wa miujiza. Safari hii haikuwa rahisi, kila hatua alihisi kama kuna macho yanamwangalia. Msitu ulikuwa kimya kama kaburi, lakini kila tawi lilikuwa na sauti. Aliomba, akatembea, akalala kwenye mizizi ya miti mwili wake ulipungua nguvu lakini moyo wake ulikuwa imara. Siku ya tano alifika tena kwenye ule mto wa Mbwenji, na hapo hapo mzee yule wa nguo nyeupe alimtokea tena. Lakini sasa hakuwa peke yake, alikuwa ameambatana na mwanamungu mwingine ambaye alikuwa amevaa mavazi ya dhahabu, kila mmoja akiwa na upanga wa mwanga. Mzee akasema kwa sauti iliyojaa huzuni, Gwajima umevuka mpaka wa mwanadamu, umegusa nguvu ambazo wengi walikimbia, lakini Mungu amekuchagua kwa kazi ya kipekee. Ugonjwa ulioko kijijini kwenu si wa kawaida, ni laana iliyoachiwa kwa sababu ya choyo na tamaa za wachache waliowahi kutoroka msitu huu wakiwa na mmea huo kabla yako. Ili kuikomesha, lazima urudi kijijini kwa mara ya mwisho, sio kutibu, bali kusafisha Tumia mmea wako kupika maji matakatifu, nyunyiza kila nyumba, usiwaogope wachawi, usiogope laana. Lakini ukimaliza usibaki, rudi hapa mara moja, kabla jua halijazama. Ukikosea utakuwa mfungwa wa dunia mbili milele. Gwajima alipokea maji matakatifu aliyojifunza kuyapika kwa mti ule wa ajabu, akarudi Miundu usiku wa manane. Alipofika kijiji kilikuwa kimya hakuna hata mtoto aliyelia, hakuna kuku aliyewika, ilikuwa kama kijiji cha marehemu. Akaanza kazi yake kwa kuchukua sufuria yake ya udongo, akatengeneza dawa ya mti wa miujiza, akaipika kwa saa nne na akaanza kunyunyizia kila nyumba. Aliingia kila kona ya kijiji akisema, kwa jina la Mungu wa mbinguni, na toa laana. Mara alipoingia nyumba ya mwisho ile ya mzee wa zamani aliyewahi kuwa mganga wa kienyeji. Milango ilifungwa yenyewe, moto ukawaka katikati ya kijiji. Kutoka kwenye moto huo alitokea tena yule mwanamke wa giza, sasa akiwa na nyuso tatu: nyuso ya mwanamke, nyuso ya mzee na nyuso ya mtoto. Akampiga Gwajima kwa upepo wa kifo, lakini fimbo yake ya mpingo ikamlinda. Gwajima akapiga kelele kwa jina la Yehova, Songa nyuma, pepo la uchu! Mwanga ukawaka kutoka kwenye fimbo, mwanamke akalia kwa sauti ya simba wa porini, akayeyuka na kupotelea mbali. Moto ukazimika, kijiji kikaanza kupumua tena. Watu wakatoka nje, macho yao yakijaa mshangao. Miti ilitulia, ngoma ya bahati ikaanza kupiga bila mtu kuigonga, ndege wa kijani wakaruka juu ya kijiji. Kila mtu alishangaa. Lakini Gwajima hakuongea na mtu yeyote. Yule alipiga hatua moja mbili, alionekana kama kivuli. Kabla mtu hajamwita, alishatoweka kabisa kuelekea msituni. Ilisemekana aliingia msituni, hakurudi tena. Lakini kila baada ya mvua, kunapotokea jua kali la asubuhi, watu wanasema wanaona kivuli cha kijana mmoja mtanashati, akitembea juu ya mto Mwenji, akiwa amebeba fimbo ya mpingo na mmea wa ajabu. Na mpaka leo, mtoto yoyote wa kijiji cha Miundu akiumwa, huambiwa na wazee, usilie, Gwajima yupo, anakuona, atakuokoa. Hakika Gwajima alikuwa ni mtu mwenye nguvu za ajabu. Niambie, kupitia simulizi hii sehemu ya kwanza na sehemu ya pili umejifunza nini? Je, Gwajima huyu katika simulizi hii kwenye maisha ya uhalisia kwenye maisha yetu ni nani? Karibu sana. Mi naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni Bongo Star Media.